Kajenga shule na madarasa kutosha. Mama Samia, juhudi zako wananchi zinatugusa. Umeleta SGR, safari umezirahisisha. Basi twende, peperusha bendera, naoneshe bendera, peperusha bendera Itilima, watoto Itilima

Asante sana Dula Makabila. Makofi mengi sana kwake Dula Makabila. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima na taadhima, Dula tafadhali tunakuomba usitokome, karibu sana Dula. Hey, chap, chap, Chap, chap, Dula, twende haraka, haraka. Katiza hapo, katiza. Eh, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima na taadhima naomba nimkaribishe Mheshimiwa Deogratius Ndejembi Waziri wa, wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa maneno ya utangulizi na baadaye kukukaribisha kuzungumza na Wanaitilima. Anakuja kwa niaba ya waziri sana, wa TAMISEMI. Karibu sana Mheshimiwa Deogratius Ndejembo. Simiyu oye! Itilima oye! Dokta Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga. Oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya yote na kukukaribisha ni lazima niseme machache wana Simiyu wayafahamu yale ambayo umeyafanya katika wilaya yao. Mheshimiwa Rais, muda si mrefu umetoka kuzindua hospitali ya wilaya ya Simiyu. Hospitali hiyo, Mheshimiwa Rais, imegarimu jumla ya bilioni 4.7 ujenzi wake na vifaa tiba kwa ujumla wake. Hizi ni jitihada kubwa ambazo umezifanya si kwa wanaitilima peke yake Mheshimiwa Rais, lakini Tanzania nzima. Ulitoa ofisi ya Rais TAMISEMI, idara ya afya zaidi ya trilioni 1.34 kwa ajili ya ujenzi hospitali za wilaya kama hii uliyoizindua hapa Itilima, lakini vile vile kwa ajili ya ujenzi wa zahanati mbalimbali nchini katika halmashauri zote 184. Lakini vile vile ununuzi wa vifaa tiba. Mheshimiwa Rais, umejionea mwenyewe vifaa vilivyopo katika hospitali hii ya wilaya ya Itilima. Ni vifaa ambavyo watani zangu hawa Wasukuma walikuwa wamezoea kuviona Bugando kama si Bugando basi walikuwa wamezoea kwenda kuviona Muhimbili kule Dar es Salaam. Lakini leo hii Wanaitilima wana vifaa vya kisasa, wana hospitali ya kisasa, na yote hii ni kazi yako wewe rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, Wanaitilima hawa walikuwa wanapata bajeti ndogo sana ya ujenzi wa barabara za mijini na vijijini, walikuwa wanapata shilingi milioni mia nane mara kadhaa nilimsikia rafiki yangu Mheshimiwa Njalu Silanga akikuomba kuhakikisha ya kwamba bajeti ya TARURA inanyanyuka katika halmashauri hii. Hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Rais, wanaitilima hawa ni mashahidi, fedha ambayo unaileta sasa, kutoka milioni mia nane kwa mwaka, sasa wanapokea zaidi ya bilioni mbili nukta tano kwa ajili ya ujenzi wa barabara za mijini na vijijini ni kazi kubwa ambayo umeifanya, kazi ambayo inaonekana kwa macho na haihitaji kuadisiwa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, wana Itilima hawa, kuna baadhi ya kata zao zilikuwa hazina shule za sekondari, lakini hivi tunavyozungumza ulileta fedha Mheshimiwa Rais, na shule tatu za sekondari mpya zimejengwa katika halmashauri hii ya Itilima. Nilikuwa nikimsikia Mheshimiwa Njalo Silanga akiomba mara kwa mara fedha itengwe na iletwe. Mheshimiwa Rais, ulisikia kilio chake mheshimiwa mbunge, na ukaleta fedha hiyo kwa ajili ya ujenzi wa shule hizi tatu. Lakini vile vile wananchi hawa walizoea kuchanga fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ili watoto wao waweze kupata nafasi ya kwenda kupata elimu. Mheshimiwa Rais, uliwaletea fedha zaidi ya uh, fedha ya kujenga madarasa tisini na tatu katika halmashauri hii ya Itilima ni kazi kubwa ambayo umeifanya mheshimiwa Rais, lakini vile vile hukuacha makundi maalum kwenye 442 umetoa fedha kwa vikundi vya vijana, umetoa fedha kwa vikundi vya kina mama, umetoa fedha kwenye vikundi vya walemavu zaidi ya shilingi milioni mia nne ambazo waheshimiwa madiwani hawa kupitia mbunge wao mheshimiwa Njalu walikaa na kuzipitisha na kuhakikisha vikundi vinapata fedha hizo. Mheshimiwa Rais, kazi ulioifanya ni kubwa, ni kubwa sana. Si kwa mkoa wa Simiyu peke yake, si kwa halmashauri ya Itilima na wilaya hii, si kwa Tanzania lakini umefanya kazi kubwa ambayo pia inaonekana kwa macho. Mheshimiwa Rais, kuna mengi ambayo ningeweza kuchukua muda mrefu sana kuyazungumza ambayo umeyafanya ya kugusa maisha ya wa Watanzania hawa kupitia ofisi yako ya Rais uh, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Lakini sababu ya muda, Mheshimiwa Rais, kwa leo niishie hapa, nichukue nafasi hii sasa, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, kukukaribisha ili uweze kuzungumza na hadhara hii iliyokuwa mbele yako hapa. Asante sana, Mheshimiwa Rais. Shangwe wana Simiyu oye! Itilima oye! Oh, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan oye! oh Asante sana waheshimiwa, tukae. Mwenyeji wetu mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na viongozi wengine wa mkoa na wilaya hii ya Itilima, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo na viongozi wote wa serikali katika nyadhifa zenu mbalimbali, ndugu kat naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa na wilaya hii ya Itilima, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, machifu, machifu na wazee wetu wa Itilima na ndugu wananchi Itilima, oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Ndugu zangu, nami niungane na, na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwamba leo tumekuja Itilima. Na leo nimefika Itilima kwa mambo mawili makubwa kama mnavyojua niko kwenye ziara kwenye mkoa huu kwa siku tano. Lakini Itilima hapa nimefika la kwanza nimezindua hospitali ya wilaya. Imeshasemwa hapa na mnaijua. Ni hospitali nzuri na ya kisasa. Lengo ni kuwasogezea wananchi huduma za afya karibu nanyi. Lakini Mheshimiwa mbunge pia Mheshimiwa waziri anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI amesema mengine yote ambayo yamefanyika hapa Itilima. Nachotaka kuongeza mimi ni kwamba jana nilizindua chanjo ya mifugo na najua Itilima kuna wafugaji wazuri. Niwaombe sana sana shiri, mshiriki katika uchanjaji wa wanyama wetu. Kwa kiasi kikubwa serikali imechukua gharama za chanjo hizo na mkulima atalipa kiasi kidogo sana. Niwaombe sana, mshiriki kwenye kuchanja wanyama wetu ili tupate hadhi, nchi yetu ipate hadhi kwamba nyama yetu tunayoiuza nje ni salama. Lakini la pili ni suala la viwanda. Nimetoka wilaya ya Meatu nimekwenda kufungua kiwanda cha kuchakata pamba, lakini jana pale Bariadi nimefungua kiwanda cha kuchakata pamba na kuzalisha mafuta ya kula, na kule Meatu ni hivyo hivyo, na fahari ni kwamba mwenye kiwanda cha pale Bariadi ni mwana Itilima. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini niseme kwamba hapa Itilima kuna vijiwanda, vijiwanda vinajengwa nami na nataka niwaengeze au nitie nguvu zangu kwenye viwanda. Niwajulishe kwamba serikali inaendelea na jitihada za kuvutia viwanda katika wilaya ya Itilima na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Kwa sasa Itilima, nimejulishwa kwamba ina kiwanda kikubwa kimoja, viwanda vidogo tisa na vidogo sana tisini na mbili ambavyo vimeajiri watu mia nne na kumi na nne. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Nami nizungumze na, na ndugu zangu wa Simiyu katika wilaya yote ile, mwenye uwezo wa kuweka viwanda vya kuchakata pamba kukamua mafuta au viwanda vingine, wafanye kazi hiyo, na wahamasisha wafanye kazi hiyo. Lakini ninawapongeza pia halmashauri kwa kutenga maeneo ya viwanda na biashara. Hiyo ni fursa nzuri, maeneo yatumike, na itarahisisha azma yetu ya utekelezaji wa uh, kuwavutia wawekezaji ndani ya wilaya hizi. Jambo la tatu nalotaka kuzungumza ni uzalishaji wa pamba. Ndugu zangu, katika kilimo na uzalishaji wa pamba kuna siasa kubwa. Niwaombe sana, tusikilizeni serikali tunavyowaambia. Serikali hata siku moja haitachukua hatua ya kumdhuru mkulima au mwananchi wake. Tutachukua hatua za kunyanyua kilimo na kumfanya mkulima afaidike na kilimo chake. Kwa hiyo niwaombe sana, acheni siasa zinazozunguka, tusikilizeni serikali kwenye upandaji wa pamba, uoteshaji wa pamba. Na jambo zuri ni kwamba kuanzia mwaka huu tunaanza kutoa ruzuku kwa kiasi kikubwa kwenye uoteshaji wa zao la pamba. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu mshiriki katika zao la pamba au kilimo cha pamba. Uh, nizungumzie kidogo kuhusu changamoto zilizopo ndani ya wilaya. Natambua kwamba kuna changamoto ya barabara na mdogo wangu Njalu hapa ameomba kwa sauti ndogo, lakini hata mimi nilivyozunguka nimeuona mji wa Itilima umepangika vizuri lakini barabara hakuna. Kwa hiyo niungane naye kumtaka waziri wa ujenzi aje amwangalie kwa jicho la rehema, hasa zile barabara tulizofanya majaribio, kwa sababu Itilima walikuwa voluntia wa barabara zile. Basi ufundi ule ule uje waongezewe barabara katika mji wao, lakini usiwasahau na zile taa e, kwa sababu wengine tunawapa taa na wenyewe wapate taa ili wafanye biashara, uh, masaa mengi zaidi. Lakini pia ndugu zangu, natambua kwamba tumejitahidi sana kwenye miradi ya maji, lakini bado maji hayajaenea kote. Nataka niwahakikishie kwamba serikali tunalitambua hilo na tunafanya jitihada kuleta mradi mkubwa wa kutoa maji ziwani na kusambaza ndani ya mkoa wa Simiyu kwa hiyo tunalifanyia kazi na hilo pia. Kwenye barabara ndefu, waziri amesikia, na nadhani hizo ndizo changamoto kubwa ndani ya eneo hili. Mangine yote amesemwa vizuri. Umeme tunakwenda vizuri, tumemaliza vijiji, tunakwenda kwenye vitongoji na usambazaji unaendelea. Ndugu zangu wa Itilima, niwahakikishie, serikali ipo kuangalia ustawi wa wananchi wake na hilo ndilo tunalolifanyia kazi. Ni waahidi kwamba tutaendelea kuleta maendeleo. Maendeleo ni hatua kidogo kidogo, maendeleo yatakuja na tutafikia ile hali ambayo wamefikia wenzetu. Lakini hitimishe kwa kumpongeza Mheshimiwa DC, mkurugenzi, na watumishi wote, watu wa halmashauri uh, kuwataka waendelee kuchapa kazi na kuleta maendeleo. Ni washukuru tena wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi. Nimeletewa kikaratasi hapa kinasema... Aha, kinasema serikali kimejenga kiwanda cha vifaa tiba kitajenga ya yeah, kiwanda cha vifaa tiba ambacho kitajengwa hapa Itilima na hichi kitahudumia Tanzania nzima, lakini kuna, kinakuja kujengwa hapa Itilima, na kama alivyosema, nawashukuru kwa kuweka maeneo ya viwanda. Lakini vile vile nakumbushwa hapa kwamba tumetoa, serikali imetoa bilioni nane, kama tulivyofanya kwenye korosho, tumetoa kwenye zao la pamba kama ruzuku bilioni nane, lakini pia kuna eneo tunakwenda kujenga eneo la viwanda kwa ajili ya pamba. Kuna ekari elfu moja tayari wilaya imeshatenga, tunakuja kuweka viwanda vya kuchakata pamba hiyo <coughs> ndo kazi yetu serikali. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nirudie shukrani zangu kwa wananchi wote Itilima. Imefunika. Uwanja umefurika. <clears throat> Nawashukuru sana wananchi kwa kujitoa kwa wingi namna hii, na sasa niwaombe basi, mturuhusu tuendelee na safari na niwaahidi kwamba <clears throat> tukimaliza kutiki ile Oktoba, si muda mrefu, nitarudi tena Itilima. Ndugu zangu wa Itilima Oktoba, Oktoba. Asante asanteni sana. sana asante sana asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Naomba sasa tumpigie makofi mengi sana na vigelegele. Studio, studio tafadhali. Naomba tupunge mikono yetu tum...